Zungumzatatiya kiingereza Kiingereza sio elimu. Kakudanganya nani kwamba kiingereza elimu? Unje hizi fikra, yani watu wamesetiwa kwenye akili ile, mindset imewekwa mtu kasetiwa ile akili yake mpaka akaamini kwamba ustaarabu ni huu, na yeye kakubali kwamba huu ndio ustaarabu. Nchi zimeendelea bila Kiingereza, China, Urusi, ameoni nyinyi India, Uarabuni, Uturuki, wa Faransa, wa Jerumani, wazungumza Kiingereza. Wanaifanya Kiingereza ni lugha tu katika lugha za mawasiliano kama lugha nyingine, lakini sio elimu kwamba wamesema afu, katika Kiingereza zile ni lugha, mara nyingi watumia watu kwa ajili ya kubabaisha, watakubabaishwa wewe, utakudanganywa hivi sasa nisiende sana kwenye jambo hili, msije mkaona kwamba mbona yapinga elimu elimu. ah, si Kiingereza bwana. Tanzania kwanza hawajui Kiingereza. Kwa nini? Kiingereza si lugha mkoloni tu. Mwingereza asingekuja angebaki Mjerumani mpaka tutapata uhuru, watu angekazungumza Kijerumani kama vile Mozambiki amekaa mpoto jizi pale, mreno mpaka wakapata uhuru, wazungumza Kireno. Hawana vyuo vikuu, hawana wataalamu. Mna akili gani? Mnataka kuwadharau masheikh zenu eti kwa sababu wanayasema, wanayasema kwa lugha ya dini na hawatii Kiingereza, mkawathamini watu wengine? Hizo ni akili za matope, kama sio kamasi kweli. Ilikuwa nataka niweke sawa kwanza hapa, Waislamu wana maarifa na wana utaalamu kwenye dini yao. Sasa nchi hii ina Waislamu na ina Wakristo na wengine wasiokuwa, lakini waislamu wengi kisha Wakristo. Mkitaka ndo hivyo, msipotaka hata mkikasirika, ndo hivyo hivyo. Yani haibadiliki, yani husi ndo ukweli. Umenielewa?